Mimi ambacho naweza kuambia familia yangu ni pole kwanza, kwa familia kwa sababu msiba ambao tuko nao ni mzito na ni msiba wa mtu mkubwa kwa familia yetu. Karibu kwenye Ray Mika Gospel TV We depend on each other. Wana, mambo vipi? Naitwa Ray Mika na hii hapa ni RMG Gospel TV, na kama unavyoona tuko kwenye msiba Malaloni ya bibi yetu na leo nimepata fursa au neema ya kuongea na dada yangu fulani hapa kama unavyomuona na, na nitakuwa na mawili matatu ya kumuuliza. Kwanza niseme dada, habari yako? Nzuri, endeleaje? Ah, namshukuru Mungu hivyo hivyo, japokuwa ya maumivu. Unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Subira, maarufu Raima, mke wa Shazi. Asante da Subira. Leo tuko hapa Malaloni, una kipya kuambia familia kwa siku ya leo? Mimi ambacho naweza kuambia familia yangu ni pole kwanza kwa familia kwa sababu msiba ambao tuko nao ni mzito na ni msiba wa mtu mkubwa kwa familia yetu. Ndio, nadhani tulikuwa mwanzo wa msiba na hata leo tukiwa tamati, na kama unavyoona, watu wako wengi kwenye msiba, watu wana kweli mm -hmm. Tumehuzunika na mimi nikiwa mmojawapo, ambao ni bibi yetu ambaye ametuacha mtu ambaye tulimtegemea katika familia, lakini Mungu alimpenda zaidi. Kwa hiyo una kipi cha kuambia vijana kuhusiana na mambo ambayo labda yanatokea hapa Marekani, wale ambao hawafiki kwenye misiba, hawatoi michango, unaweza kuambia kitu gani? Yeah, mimi ambacho naweza kuambia vijana wenzangu ni kwamba vijana huku tuliko kwanza ni ugenini, na kama tuko ugenini, nini huku, kila watu wako wanakuwa na makundi ya familia na umoja wa babondo ipo. Kwa wale vijana ambao hawafiki washirikiani na watu, mimi ningewashauri waweze kushirikiana na watu, kwa sababu msiba sio kwamba ni kitu ambacho kinaaga, kinakuja ghafla. Huyu ameenda leo, hakuwa na ratiba kwamba atakufa siku gani. Kesho inaweza kuwa mimi au mwingine. Sasa kama ufikie wenzako, na wao utafikiwa. Kwa hiyo vijana naweza kuwashauri wawe wanafika kwenye misiba. Asante sana, tunashukuru na kama unavyotufuatilia, tuko hapa kwa kweli. Mungu ni mwaminifu sana. Tumeanza msiba na leo tumefika Malaloni na ni siku ya mwisho kwamba tutakwenda kutinda msiba, na tunatoa pole kwa familia. Na leo niko hapa, nitakwenda kuona watu fulani fulani ili upate kusikia ma, mawili matatu kutoka kwao. Ulikuwa nami na alikuwa daa Subira. Asante sana, Mungu akubariki kwa muda wako. Nashukuru. Amina, asante. Karibu kwenye Ray Mika Gospel TV.